Tatea Ntara ujiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaanza kuchangia ni declare mimi ni mkulima wa parachichi, wazazi parachichi, maji na mbolea na miche ya uhakika. Bajeti ya mwaka jana mlituambia mtatoa ruzuku ya miche, nimeiona lakini sio kihivyo. Wakulima wadogo wa parachichi wanahitaji maji ya uhakika ili waweze kupanga msimu wao wenyewe wa mavuno. Tunahitaji packhouse wakulima wa parachichi, nazungumzia wa Njombe hapa, na mimi ni mkulima mdogo tu wa Njombe. Sasa naanza kuchangia. Mheshimiwa mwenyekiti, nimewasikiliza wabunge wengi wakichangia hapa. Ni kweli kabisa hawa vijana wawili mimi nawaita wazazi wanafanya kazi nzuri na wametengeneza confidence kwa wakulima, kama ambavyo humu ndani sasa hivi hatusikii kelele za kwenye madini kwa sababu msingi wake Mheshimiwa Biteko alitengeneza hiyo confidence. Lakini mbali na mipango hii mizuri hapa walionayo, mbali na bajeti ya kilimo kutoka bilioni mia mbili mpaka trilioni moja nukta mbili pesa hazitoki zote simuoni waziri wa fedha hapa kazi yetu sisi ni kuibana wizara ya fedha kupeleka pesa kwenye maeneo nyeti yanayogusa watu wengi leo bajeti ya mwaka huu tusingezungumzia tena trilioni moja nukta mbili ingetoka yote tungewaza kuongeza iende kasaidie wizara ya kilimo Tulipitisha mwaka jana trilioni moja nukta mbili imetoka bilioni mia sita sitini na nne sawa na asilimia thelathini na tatu Kwa nini sasa miradi ya umwagiliaji, utekelezaji wake isiwe asilimia ishirini na saba, si ishirini na nane Kwa nini miradi mingi ya kilimo isikwame, kwa sababu hakuna pesa za kutosha? Kuna maeneo ambayo yanagusa watu wengi kwenye nchi hii. Kilimo tunasema kina ajili zaidi ya asilimia sabini ya Watanzania huko tunatakiwa tuweke pesa za kutosha. Unapozungumzia Wizara ya Afya, pesa zake zinatakiwa ziende za kutosha. Unapozungumzia Wizara ya Maji, pesa zinatakiwa ziende za kutosha. Kuna maeneo ya kimkakati yanamgusa Mtanzania mdogo, lazima tuweke pesa za kutosha. Haya, leo wao wana ndoto ya kumsaidia mkulima mdogo, hatuwapelekei pesa hiyo ndoto itatekeleza vipi? Ni, ni dhamira njema kabisa, na ni kweli ndio wizara ambayo inafanya nchi tulie, wizara ambayo inalisha taifa, hatuipelekei pesa. Wizara ambayo inaajiri inatengeneza ajira, hatuipelekei pesa. Tunapeleka asilimia hamsini na tatu. Serious, si bora hata ingefika hata asilimia sabini hapo au themanini. hamsini na tatu Kweli hilo, mimi nilikuwa naomba waheshimiwa wabunge wa wenzangu, lazima tuibane Wizara ya Fedha ili haya malengo mazuri ambayo yamewekwa na hii wizara yatimie, ili wao oh, ya wamama ambao wanasomesha watoto kupitia kilimo wafanikiwe. Mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti, na haya yote yanadhihirika mi pale kwangu Bunda. Mheshimiwa Bashe, mliahidi kutuchimbia visima mia moja hamsini, lakini mmeweka kwenye mpango kisima kimoja tu cha Misisi, kata ya Sazila. Vingine vimekwama, siwalaumu, hamna hela, lakini lazima ni wadai kwa sababu wananchi wa jimbo la Bunda mjini wamenituma leo. Bwawa la Bitaraguro linahitaji ukarabati na mkilikarabati lile bwawa la Bitaraguru ambalo linahitaji milioni mia moja hamsini, kuna projekti ya kilimo cha bustani hekari zaidi ya mia mbili zinazofanya kazi hekari hamsini tu. Haya lazima tuyaseme, dhamira ni njema, ndio maana mkatutengea hivi, lakini pesa haziendi, watafanyaje kazi? lazima tuhakikishe Wizara ya Fedha inapeleka pesa kwenye maeneo nyeti ili Watanzania wawe na uhakika na kilimo. Sasa nimezungumzia hapo Bichima visima mia hamsini, nimezungumzia bwawa la Bitaraguru, lakini wizara ilienda kufanya research kwenye kata ya Waliku kwa sababu ya kuwekeza kwa sababu lile eneo ni potential kwenye miradi ya umwagiliaji. Umepita mwaka mzima hakuna kinachoendelea, na mimi kata zangu saba zile za vijijini watu wanajihusisha na kilimo.